Tumaini yetu ni kwamba na kuwa mzima wa afya buhere, mtazamaji wa tv Fizi News 24, popote ulipo, wa mjambo. Tukiwa leo 9 Juni 2025 tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, na Tasha Tasha Mingu Andrea na kuwa msomaji wako, karibu tuweze kuangazia habari hizi na habari za mazingira. Hifadhi ya kitaifa ya Kahuzi Biega inakanusha madai yote kuwa sokwe wanauzwa na wanarejelea tutazari kutoka kwa jumuiya ya kirahia ya mazingira. Shirika hili lilisema hayo katika taarifa iliyotolewa mnamo Juni 8 mwaka 2025, ambayo nakala yake imeonekana kutuma, kulingana na Radio Kapi. Licha ya barabara kutopitika na hali ngumu ya hali ya hewa, timu za MSF zimetembelea vijiji mia moja makumi nane na tisa ambavyo mara nyingi vinafikiwa tu na njia zenye matope, ili kutekeleza operesheni hii, shirika la kibinadamu limehamasisha pikipiki mia moja makumi tisa na kuzianzisha maeneo mia mbili na nane ya chanjo ya muda. Kampeni hii ambayo imefanyika mwezi mzima wa Mei haikuwa tu katika kituo cha kutoa chanjo pia ilijumuisha nyongezo ya vitamini A na dawa ya watoto wenye lengo la kuimarisha afya ya jumuiya ya watoto wadogo. Wakati huo huo, shughuli za kuongeza ufahamu ziliendeshwa, ilikuwa ni pamoja na vipindi vya elimu vya redio na vipindi vya kuzuia ili kuhamasisha jamii kuhusu hatari ya suluba na umuhimu wa chanjo. Wakati kampeni hii ilisaidia kudhibiti janga katika eneo la afya la Salamabila, hatari ya milipuko mipya bado inabakia. Mgogoro wa kibinadamu nchini DRC, pamoja na kutoshirikishwa kwa serikali kadhaa, unaweza kuchochea kuibuka tena kwa magonjwa mengine ya milipuko. Hili ni janga la pili la suluba ambalo timu zetu zimejibu huko Manyema anakumbusha Julia Panseri. Mnamo Februari mwaka 2025, kampeni nyingine ilifanyika katika eneo la afya la Kasongo na kusababisha chanjo ya watoto zaidi ya e milioni 40. Ikikabiliwa na hali hii, MSF inatoa wito kwa kuchukuliwa kwa hatua za pamoja ili kuhakikisha upatikanaji wa chanjo kwa watoto na watu walio hatarini zaidi nchini DRC. Siasa. Chama cha PPRD, chama cha siasa chake rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange kina laani uamuzi wa baraza la juu la audiovisuel na mawasiliano sesake kuzuia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kunukulu kutoa maoni au kutangaza shughuli za kiongozi wake. Katika taarifa iliyokusanywa na wenzetu wa Actualite.cd, PPRD inaelezea hatua hii kama kiholela, isiyo ya haki na kinyume cha sheria kwa kuamini kwamba hii ni kinyume na kipengele cha sita ibara ya tatu ya makumi tatu na ya makumi nne ya katiba ya Februari tarehe kumi na nane mwaka wa elfu mbili na sita pamoja na ahadi za kimataifa za DRC kuhusu haki za raia na kisiasa. Chama hicho kinashutumu uamzi wa kisiasa unaolenga kuunyamazisha chama cha PPRD kinakataa kwa sauti kubwa jaribio lolote la kuhusisha uwepo wa Joseph Kabila mashariki mwa nchi na fujo za utulivu wa umma kikidai kuwa mkuu huyo wa zamani wa nchi anafanya kazi kwa ajili ya kurejesha amani katika bunge la kitaifa wabunge kadhaa walionyesha kutokubaliana kwao wakati wa kuwasilisha ripoti ya mwaka ya sesake chama cha PPRD kinasisitiza kuwa hakijawahi kushiriki na hakitawahi kushiriki katika shughuli za kuvuruga amani na kinalaani mateso yasiyo na aibu yanayolenga chama chake na mkuu wake wa heshima Joseph Kabila Kabangi Afya. Wakaazi wa jiji la Bukavu hukabiliwa na magonjwa yanayosababishwa na mikono michafu wakati huu wa kiangazi ama kipwa. Hii ni kutokana na vyakula vinavyowekwa kwenye vumbi katika maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Angalizo lililoandaliwa na wapashaji habari wakati wa matembezi barabarani. Chini ya jua kali iliyozingirwa na upepo mkali, vumbi inaonekana kwenye maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Katika masoko ya kando ya barabara katika sehemu kadhaa za jiji la Bukavu, vyakula kama vile samaki, nyama, mboga na matunda vimejaa na vumbi. Hali hii huwaweka watu wengi kwenye magonjwa yanayotokana na mikono michafu kama vile kuhara, kipindupindu na mengine mengi. Inaonyesha wafuatiliaji wengi wakikabiliwa na hali hii, wanatoa wito kwa wachuruzi kufunika chakula ili kuzuia vumbi kwenye chakula. Waangalizi wa habari wanahimiza watu kunawa mikono na kusafisha matunda, mboga na vyakula vingine kabla ya kuliwa. Ikumbukwe kwamba wakazi wa jiji la Bukavu wanakabiliwa na magonjwa kadhaa yanayosababishwa na mikono michafu wakati wa kipwa, kutokana na wingi wa vumbi katika maeneo kadhaa za jiji la Bukavu. Kwa hivyo umuhimu wa kuongeza ufahamu wa umma juu ya hatua za usafi ili kuzuia mabaya zaidi. Habari za kijamii: wakazi wa Buolo ya kwanza sasa wanapata kisima cha maji ya kunywa. Mpango huu unalenga kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa Buolo na wakazi wa jiji la Bukavu kwa jumla. Kisima hicho kimezinduliwa Jumapili, Juni nane, na kiongozi wa manispa ya Kadutu, mwanasheria Byamungu Kazimire sherehe ya uzinduzi ilifanyika mbele ya meya wa Bukavu Muganza wa kwanda, pamoja na makamu wake. Wakati muafaka ulikuwa ukataji wa utepe na meya wa mji, huku ukimaanisha kukamilika na uwasilishaji rasmi wa kisima hiki kilichorekebishwa tayari. Katika hotuba yake mwanasheria Byamungu Kazimire alionyesha shukrani zake kwa mamlaka ya kijeshi ya M23 AFC kwa msaada wao kwa jamii. Alitaja pia miradi mingine muhimu katika mji kama vile ujenzi wa daraja kwenye barabara ya taifa namba mbili karibu na mlango wa Isder pia uanzilishwaji wa soko mpya ulioitwa wa ukombozi huko SNCC. Meya Muganza wa kwanda anawaimiza wakahaji wa buolo kutunza kisima ili kuhakikisha uendelevu wake, yote kabla ya kukagua maendeleo ya kazi ya soko la ukombozi katika eneo la SNCC, muradi pia uliofanywa na manispaa ya Kadutu. Habari tu za kijamii, kukuza uelewa kwa wasichana kuhusu usafi wa hedhi kupambana na umaskini wa kila mwezi na miiko inayoungana hedhi. Hili ndilo lengo la shughuli iliyoendeshwa na shirika la godsend Mama wikendi iliyopita katika shule ya Namir katika manispaa ya Kadutu. Ni kwa kuendelea na kampeni yao kwenye shule makumi mbili ndipo wanamemba wa shirika la godsend Mama na wasichana wanafunzi toka shule la Namir walijadili afya ya uzazi kwa wanawake, madhara ya dawa za kulevya na mpango wa uzazi. Baada ya shule la Innocent na taasisi ya msaada, ilikuwa ni zamu ya shule ya Namir kufaidia na habari inayofaa kutoka kwa shirika la God Send Mama. Wakati muafaka wa shughuli hii ilikuwa Usambazaji wa bendi za usafi na maelezo ya matumizi kwa Juliet Kalumuna, mratibu wa shirika hili, shughuli hili zaidi ya mfumo wa umasishaji inalenga pia kuelimisha. Anatoa wito kwa wasichana hawa kutumia vizuri bendi za usafi ili wasiwasiliane na maambukizo yoyote na wasingeliamini uvumi juu ya usafi wa hedhi ili wasingelibebeka na habari za uongo zidi ya usafi wa hedhi. Hao siku za mwanamke, mimi najatandra mara kwanza, bas nasikia kila kitu kekiko na tembea mbalabala mbalabala. Kuna wake education ingine enye haiko vraiment medical. Alors, ya mara kwanza juu ni vi bute ya hii campagne ni kukombatre ile ma, bule manondi, bule ma

Mimi tunaona ni kia maana sana, kya muhimu chote tuyue, tuyue inapatikana kama mwili ya mwanamke, tuyue si mtu anawezi jikinga jua asipate magonjwa mbalimbali. Njia hisia ya kurizika kwa wasichana hawa waliofaidia na uhamasishaji huu, wanaahidi kujifanya mabalozi wa shirika la God Send Mama katika eneo zao.

kwa mashauri yenye valitupatia na vanatufundisha vya mingi sana venye shatukukwa naio amna, vashukuru sana. Ndafata mashauri vanipatia, na ndayambia varafiki yangu na dadangu na mamangu kuhusu vye valitufundisha leo. Kumbuka kwamba God Send Mama ni shirika la wanawake vijana wanaohusika na maendeleo ya kijamii ambayo wanapigania haki za wanawake na ustawi wa pamoja. Afya. Madaktari wasio na mipaka MSF na mamlaka ya afya ya jimbo la Maniema hivi karibuni wamewakilisha kampeni kubwa ya chanjo ya suluba. Wametoa shukrani kwa mpango huu, zaidi ya watoto milioni makumi tatu na tatu wenye umri wa miezi sita hadi hamsini na tisa wamechanjwa na hivyo kupunguza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huu wa hatari. Kulingana na redio Kapi, licha ya barabara kutopitika na hali ngumu ya hali ya hewa, timu za MSF zimetembelea vijiji mia moja makumi nane na tisa ambavyo mara nyingi vinafikiwa tu na njia zenye matope. Ili kutekeleza operesheni hii, shirika la kibinadamu limehamasisha pikipiki mia moja makumi tisa na kuzianzisha maeneo mia mbili na nane ya chanjo ya muda. Kampeni hii ambayo imefanyika mwezi mzima wa Mei haikuwa tu katika kituo cha kutoa chanjo, pia ilijumuisha nyongezo ya vitamini A na dawa ya watoto wenye lengo la kuimarisha afya ya jumuiya ya watoto wadogo. Wakati huo huo, shughuli za kuongeza ufahamu ziliendeshwa, ilikuwa ni pamoja na vipindi vya elimu vya redio na vipindi vya kuzuia ili kuhamasisha jamii kuhusu hatari ya suluba na umuhimu wa chanjo. Wakati kampeni hii ilisaidia kudhibiti janga katika eneo la afya la salama bila hatari ya milipuko mipya, bado inabakia mgogoro wa kibinadamu nchini DRC, pamoja na kutoshirikishwa kwa serikali kadhaa unaweza kuchochea kuibuka tena kwa magonjwa mengine ya milipuko. Hili ni janga la pili la suluba ambalo timu zetu zimejibu huko Maniema, anakumbusha Julia Panseri. Mnamo Februari mwaka 2025, kampeni nyingine ilifanyika katika eneo la afya la Kasongo na kusababisha chanjo ya watoto zaidi ya e milioni 40. Ikikabiliwa na hali hii, MSF inatoa wito kwa kuchukuliwa kwa hatua za pamoja ili kuhakikisha upatikanaji wa chanjo kwa watoto na watu walio hatarini zaidi nchini DRC. Habari tu za kijamii. Silaha mia moja makumi nane na tisa zimekusanywa katika eneo la Ndendere tukiwa manispa ya Ibanda katika muda wa miezi mitatu. Haya ni maeneo yaliyotolewa na kiongozi wa kitongoji cha Ndendere Mchungaji Albert Megabonyagaza kufuatia kongamano la kitongoji ililoendeshwa Jumapili Juni iliyoendeshwa tukiwa Juni tisa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Kulingana na kiongozi huyo wa kitongoji cha Ndendere mkutano huu uli lilenga kutathmini shughuli zinazotekelezwa katika nyanja za usalama, maendeleo ya kiuchumi, uwiano wa kijamii na upatanishi. Yote haya yanalenga kupambana na ukosefu wa usalama na kuchangia maendeleo ya sehemu hii ya manispa ya Ibanda. Mchungaji Alibari Migabo Nyagaza anapitia hoja iliyojadiliwa na mapendekezo yaliyoletwa wakati wa kongamano hili, katika matamshi haya yaliyokusanywa nasi kungambo ya usalama, pia tulipenda kuona vile vile eh, viongozi wanaweza kutusaidia kurudisha uh, wapolisi wala servise securitaire wapolisi wala wasoda pa kokote kwenye kulikuwa bala polisi mkartie zetu mkartie yetu na, na maveni zetu. Na tena tulipenda kusema sile plus securitaire kama wangetusaidia pia watu autorize tuitilize tena mamotorola ambazo tulikuwa tunatumia sawa wa chef de quartier wa chef, chef d'avenue, na wale ambao tuliita ma equipe d'alerte securitaire. Na tena wa tulisema kama inafaa population iendelee kudenonse watu wabaya na iendelee kusansibilize silaha ambazo zilitupa kiolela kiolela ziweze kurudishwa kwa kwenye eh, kwenye jeshi mmikono ya watu ambao wanapashwa kutumikisha silaha, na marekomandation fulani kuhusu development tulisema kama ni vema watu waendelee kureorganize eh, matravau contaire makaza a ziendelee na tuzifanye mzuri. Habari za michezo leo, pare ya DRC imeshinda magoli matatu kwa moja dhidi ya Madagascar ikiwa Jumapili Juni 8 kwenye uwanja wa Stade de la Source mjini Orleans Ufaransa. Ilikuwa ni mechi ya mwisho ya timu ya Kongo katika kambi yao ya mazoezi. Simon Banza alijaza magoli mawili ya kwanza kwa dakika 27 na ya pili kwa dakika 68 kabla ya Yoan Wesa kuongeza bao la DRC. Kupunguzwa kwa alama ya timu ya Madagascar iliingilia mwishoni mwa mechi kupitia dakika makumi kenda kuongezea mbele. Ushindi huu mupya unafuatana na uliojitokeza mnamo Juni tano zidi ya timu ya Mali kwa goli moja kwa zero. Michezo hii miwili ilisaidia kwa maandalizi ya mechi za kufuzu kombe la Septemba ijayo, DRC itacheza michezo miwili muhimu. Ya kwanza itakuwa dhidi ya timu la Sudan Kusini kabla ya kupokea Senegal kwenye uwanja wa Martir kwa mkutano wa maamuzi la ziada. tuna mtazamaji wa Fizi TV News 24, popote ulipo uliotukopa jicho na macho, asante kutukopa sikio. Popote ambapo unapatikana, tunakutakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Tuonane siku nyingine kwa majaliwa ya Allah.